Hello, tunaendelea na birthday ya Amara wa paula. Sasa hapa ilikuwa ni mitunzo ya Anko T kwa Paula. Achaneni hapo, Harmonize anacheza na nani? Mtamwona baadaye Harmonize akiwa anacheza na Kajala. Hapa kwanza tumwangaleni Anko T na ofisho naye walivyokuwa na mwaga hizo hela, subegeni begani, hizo sio elfu tano tano, si dola dola. Tuangaleni hapa mitunzo yao kwa Paula Kajala tuangalie, hizo sijui bei gani hizo alikuwa anatoza hapo lakini kazimwaga hasa. Okay, let's watch it And hakuishia hapo tu, alienda kumtunza na dogo dogo, nani anauta dogo paten, sijui yule msanii wa Zuchu yule, kaenda kumtunza naye. Subiri ni waonyesheni hapa, alikuwa anaimba, akamwagia na yeye mafia Well, now sasa tuwaangalie Harmonize and Kajala mahaba kama yote wanakumbatiana, wameimba pamoja. Let's watch hapa, tuangalie vizuri, alafu msiache kuweka koment hapo chini jamani. Mm, msiache kuweka koment na hii kapo k. Okay, tuwaangalie hapa <mucho> hiyo eh? kapo, kapo imerudi tena tena imerudi kwa kishindo. <laughs> Wakati juzi tu hapa Ramadhani walikuwa amedunia. Hey, Harmonize alimkumbatia Kajala lakini mm, Kajala alikuwa hataki, lakini nahisi pale wameweka, wameconnect dot pale ule mkumbatio uliowafanya maybe wakumbuke alopita ya yeah, ndo hapo umeona penzi limerudi, penzi limekuwa jipya kama halikuwepo vile, yaani wameanza upya. Oh, sasa mm, tuombe Mungu tu maana a <laughs> wasanii hawaeleweki, mara hivi kesho hivi leo hivi. Anyways, ndo maana ya kuwa msanii, na sisi kazi yetu ni kuwaongelea tu. Okay, tuendeleni hapa, hizi ni baadhi ya pictures zikiwaonyesha Lulu Diva, Hamisa Mobeto, Irene Warrior wakiwa wanatoa michango yao hapo, wanatunza wanamtunza Paula eh, wanamtunza Paula kwenye birthday ya mwanawe. Mmeone hapo walivyokuwa wanatunza, huyo Hamisa Mobeto hapo akiwa anatoa pesa pesa, jamani pesa, pesa na Paula kafurahi mwenyewe. Okay, na huyo hapa Irene na yeye pia alikuwa anatoa anatunza, so mchango anatunza Kiufupi bwana, hii pati imenoga sana, yani imenoga kuanzia walikwa mpaka wenye shughuli. Yani this party is everything. Watu walipendeza na wamekuja na unique outfits, naweza nikasema hizi ziko unique. Kama hujaona masta walopendeza, ingia kwenye page yangu hapa, nimesha post video ya masta walotokelezea kwenye hii pati, naenda katizame pale uangalie nani kapendeza, nani hakupendeza, lakini wote niliowaweka, wote wako on the top, wote wamependeza, maana kila dress inamshinda mwenzie. Yani mafundi wamefanya yao, kila outfit inamshinda mwenzake, yani wanashindana ukafufaneza, nikasema na Paula mwenyewe kama mnavyomwona wl well. Ankozumu pia alikuwepo na mwanawe na mke wake pia wamepata mwaliko na wao pia walikuwepo kwenye hii party. Hamisa Mobetto the one and only pembeni yake yuko hamisi hapo, e, raha tupu yaani. <laughs> Yeah, mnaona, no, wanafunzi hao watoto hao e, timu la mata. Okay hapa tuko na Kajala Kajala jamani, sijamposti bado kote Well, Kajala, kajana white dress yeye iko very simple na akapendeza, and baadaye uh, pia alibadilisha ili awe comfortable kwenye kucheza hapo. Yuko na Miss Kope, yuko na Hamisa Mobetto, yuko na mwanawe Paula and the uh, kidresi cha Miss Kope ni kazuri jamani, mekiona hapo eh? Okay, hapo Hamisa yuko kuna... na na mtoto wake naweza nikasema, ama mdogo wake <laughs> wanaitanaga nani eh? wanaita daga mama u dada wote walipendeza. Kuna baadhi tu wametoka hovyo, lakini ni wachache sana. kamara ka kashalala hapo <laughs> mama yake ana take pictures ya hawa, ni wasanii wengine wa jua kali nini na wasanii wengine mbalimbali. mm, hapo nani family Paula Mario na mtoto wao wa Amara mi nimependa rangi yao walokuja nayoho. mm -hmm. Kuna masta wengine pia wamevaa papo kama vile nani Lisa Lolodiva na wengine baadhi. E, wange mimi hapa ndo ningesema no, papo asivae mtu, papo ni thimu yangu tu. E, yani papo angevaa yeye yeah, yeah, tu wengine waliko wangetafuta other colors, lakini I don't know wamepanga vipi wenyewe. Lakini ni nzuri wamependeza. Kama unafuatilia hii channel na umefika hadi mwisho huku, yani tunakaribia mwisho, basi usisahau ku subscribe, kama hukoja subscribe, like and comment. Put your comment down there, drop your comment kuhusu hii video mitunzo, eh, Harmonize na watu waliovaa na kupendeza na hii party kwa ujumla imekubamba vipi wewe? On my side this party is perfect. <laughs>